Nshe minasikia kwa mashia katika huu mwezi wa Ramadhani swala ya tarawe haiswaliwi, na na kwa ndugu zetu masuni wanasema kwamba ni suna iliyokokotezwa. Asa, nilitaka kujua kwa nini kwa mashia haiswaliwi na kwa masuni ni suna iliyokokotezwa. Tobaani, kwa kifupi ni kwamba ilivyopokelewa amm, ilivyopokelewa kwa Mtume, ilivyo pokelewa kwa Mtume, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kuna suna inayoitwa qiyamu ramadhan, yani kisimamo cha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na mwenyewe Mtume akakokoteza akasema hivi, mwenye kusimama mwezi wa Ramadhan, mwenye kufanya qiyam ya Ramadhan atasamehewa madhambi yake yote aliyoyatenda katika maisha yake kwa hivyo iliyopokewa ni kiamu Ramadhani, kisimamo cha Ramadhani. Je, kisimamo hiki kinasimamwa vipi? Kisimamo hiki kinasimamwa usiku, kinasimamwa mchana na usiku, ni bora zaidi. Yaani usiku ndani ya mwezi wa Ramadhani unao uhuru wa kuswali swala za sunna unazozitaka unasimama, rakaa mbili mbili, unaleta sunna sunna hiyo, iite qiyamu Ramadhan. Ukipenda kuswali rakaa mbili, ahlan wa sahla. Ukipenda kuswali rakaa ishirini, ahlan wa sahla. Ukipenda kuswali rakaa nane Ahlan wa sahla. Ukipenda kuswali rakaa mia moja, ahlan wa sahla. Ukipenda kuswali rakaa elfu moja, ahlan wa sahla. Ukipenda kuswali kama alivyokuwa akifanya Zainul Abidin akiswali rakaa mia moja, ahlan wa sahla. Ukipenda kuswali rakaa mia kama alivyokuwa akifanya Ali usiku na mchana jumla mia moja yuko kwenye mitende, Ali anamwagia maji mitende, akifika kwenye kila mtende akimwagia maji, akimaliza anapata rakaa mbili, ahlan wa sahla. Kwa hivyo kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ilikuwa ni sira hiyo na mwenendo huo, Mtume akisimama mwenyewe kwa rakaa anazozipenda, masahaba nao wakisimama kwa rakaa wanazozipenda. Sasa mwezi wa Ramadhani ulikuwa ukiingia, kwenye msikiti wa Mtume unapata huyu yule amesimama kule, yule yuko kule, yule anasoma Qur'ani, yule anasoma dua, yule anasoma witri. Hivyo ndivyo lilivyokuwa. Swala hiyo inaitwa qiyamu Ramadhani. kwetu sisi mashia maulama wengi wamepokea kwamba ni sunna kuswali rakaa elfu moja ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, utaziswali vipi? Wamezigawanya kwenye vitabu vyao vya dua na vitabu vya amali. Kwa hivyo mashia ni sunna sisi, tunarakaa elfu moja tunarakaa elfu moja, na kwenye Mafatihul Jinani inshallah zimeelezwa. Labda muda mwingine naweza mingine kuzi, naweza kuzieleza kuzi kwa upana zaidi kwa hiyo sisi tunazo vile vile sunna, ukipenda rakaa 20 rakaa 30 kwa siku, ni qiamu Ramadan. Hivi ndivyo walivyofanya Mtume, ndivyo walivyofanya masahaba, ndivyo ilivyokuwa kipindi cha utawala wa khalifa wa kwanza Abu Bakar mpaka kwenye utawala wa khalifa Umar, ndio ikazushwa swala ya kwanza inayoitwa tarawehe ambayo Umar amezusha vipi? Yeye ya alikuja msikitini, akawaona watu wanaswali kama walivyokuwa wakiswali kipindi cha mtume, akasema, kwa nini hawa nisiwakusanye wakaswali jamaa na imamu mmoja? Akamchagua bwana mmoja anaitwa Ubay bin Kaab akamwambia, kuanzia leo waswalishe hawa swala ya jamaa. Hapo ilikuwa ndiyo mara ya kwanza kuzalika swala inayoitwa tarawehe. Kwa hiyo swala ya tarawehe mtume haijui, wala Abu Bakar haitambui. Wa kwanza muasisi wake na muanzilishi wake ni khalifa wa pili Umar ibn al-Khattab. Na alipoianzisha yeye mwenyewe akakiri kwamba hii ni bid'a, haija kuwepo wakati wa mtume, lakini akasema ni bid'a nzuri Alipoyanzilisha Umar akasemaje? Ni'matun bidaa hadhihi, bora ya bidaa ni hii. Yani hii ni bidaa, lakini ni nzuri. Haya ndiyo maneno ya Umar. Alafu akasema maneno matamu zaidi, akasemaje? Akasema na anayeiacha ni bora kuliko anayeifanya. Mswaleni Mtume Muhammad oh. Mwenye kuiacha ni bora kuliko mwenye kuiendea. Kwa nini? Kwa sababu ni bid'a. Ndio maana Umar akasema hii, mwenye kuiacha ni bora kuliko mwenye kuifanya. Na ndio maana tarikh haijatuambia kwamba Umar alishiriki kwenye tarawehe. Tarikh haijatuambia kwamba khalifa leo ameshiriki kwenye swala ya tarawehe. A ye alikuwa akiwaacha watu kifanya, kwa wakiswalwakiswali kwa kwa nini? Kwa sababu ni bida na yeye anajua maneno ya Mtume kwamba kullu muhdathatin, kila chenye kuzushwa ni bida. Alikuwa akitambua, na ndiyo maana maulama wa akiwemo Alimamu Suyuti aliyeandika Jalaleni ana kitabu chake cha historia anakiita Tarikhul Khulafa. Kwenye kitabu cha Tarikhul Khulafa, Alimamu Suyuti kuna mlango anauita awaliyatu Umar, mambo aliyoyazusha Umar, anayataja mle ndani. Moja anataja ni salatu tarawih, na ndiyo maana Alimamu al-Bukhari katika kitabu chake cha sahihu al-Bukhari ameandika mlango akauita babu salatu tarawihi, lakini hakuna kile hata hadithi moja inayozungumza tarawehe. Mwisho ndiyo hapa ukaona rakaa za tarawehe watu wamefanyaje, wamekhtalifiana. Je, rakaa za tarawehe ni ngapi? Kama mtume angekuwa anaiswali tarawehe, watu wangeona watu wange wangenakili. Ndiyo maana hapa ikhtilafu. Kwa nini? Kwa sababu kwenye vichwa vya maswahaba wao, qiyamu ramadhani hakuna idadi maalumu. Ukiamua kuswali rakaa elfu moja sawa, rakaa mia moja sawa, rakaa mbili sawa. Sasa je, tarawehe ni ngapi? Ndio hapa ukatokea mvutano, mara rakaa nane, mara rakaa ishirini, mara rakaa kumi na nane mara rakaa 16 mara rakaa 4 mara rakaa ngapi mpaka mwisho. Kwa hiyo sasa hapa tuangalie waliokuwa kwenye suna ya Mtume ni ya kina nani? Ni wale wanaoswali tarawehe au wasioswali tarawehe? Akili kichwani mwako. Mwenye mato haambiwi tazama.